Napenda pia kuwashukuru sana viongozi wote wa serikali na viongozi wote wa CWT kwa uratibu mzuri wa mkutano huu wa mwaka 2025. Niwapongeze wote kwa maandalizi na mapokezi mazuri mlionipatia. Ongereni sana na asanteni sana. Kama ambavyo wengine hawafahamu mimi nimehudhuria mikutano ya namna hii mara kadhaa. Ikiwa mwalikwa na wakati fulani nikiwa kiongozi wa chama cha walimu. Nasema kuwa ule mkutano uliothibitisha kwa mara nyingine, chama cha walimu si tu chama cha kawaida, ni chama kikubwa chenye taaluma muhimu nchi yetu. Nawapongeza sana wale walioandaa, wale walioweka vichwa vyao kwa pamoja kuitengeneza sura ya mkutano huu kuwa ya kisayansi na kumfanya kila mjumbe aliyemo humu kujinafasi na kufurahia siku hii muhimu ya mkutano wa saba wa chama cha walimu kama mnavyofahamu, mlimwalika Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili yeye awe mgeni rasmi kwenye tukio hili muhimu. Mheshimiwa Rais alipenda sana kuja kuungana pamoja nanyi, lakini kutokana na majukumu mengine aliyojitokeza ameshindwa kufanya hivyo, na hivyo amenituma ili niweze kumwakilisha kwenye tukio hili muhimu. Nimefurahishwa mno na risala ile mliyoiandaa kwa ajili yake yeye mwenyewe na hamkutaka kuisoma kwa mgeni rasmi, mmeisoma kwake yeye mwenyewe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake ni kwamba uongozi wa Chama cha Walimu una ujumbe maalum kwa siku maalum kwa kiongozi maalum wa taifa letu. Nataka niwahakishie kuwa risala yenu nitaibeba kama ilivyo, namesitatia neno wala kuongeza Nitasema tu Mheshimiwa Rais, kama ulivyonituma wamesema haya, na kisha nitawasilisha risala hiyo. Kwa mantiki hiyo, na mimi kwa sababu hiyo ya Mheshimiwa Rais kupata dharura hiyo, nimepata heshima haya kuja kuungana pamoja nanyi. Ni ukweli usiopingika kuwa mimi kama mwalimu na kama mtu ambaye ni zao la chama cha walimu, ninaona fahari kubwa kuona chama hiki bado kipo kinaendelea na wanachama wake bado wanaendelea kukiamini. Imani yangu ni kwamba mkutano wenu huu mtaumaliza salama na Mungu tunawaombea awasaidieni muumalize salama.